Mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Bukoba Mjini, injinia Johansen ni Mtasingwa amesema atashirikiana na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bukoba BUWASA kuwasaidia wananchi na mitaa ya pembezoni katika mji wa Bukoba ambao wanakabiliwa na changamoto ya unganishwaji maji, kuunganishiwa maji katika nyumba zao kwa makubaliano ya kulipa kidogo kidogo, ila kila mwananchi wa mjini anufaike na maji safi na salama na serikali itekeleza sera yake ya kufikia asilimia 95 ya wananchi wote wanaoishi mjini kupata maji safi na salama. Tumekuta kuna changamoto kubwa sana ya maji Green Belt. Kwa kutumia mawazo yangu, mawazo mbadala ambayo niliwaza muda mrefu kabla sijachukua hata fomu, nikampigia mkurugenzi wa BUWASA nikaongea naye, nikamwambia kuna watu vioski vingine vimefungwa kwa watu kushindwa kulipa bili za maji. Leo Kaororo vioski vimefunguliwa, Ijuga Nyondo wanaenda kupata maji, lakini nkamuuzia wazo moja. Ujenzi wa nyumba una gharimu gharama kubwa sana, kuna watu wamejenga nyumba wameshindwa kuweka maji. Nikamwomba, kwa nini mtu asilipe elfu hamsini ya awali gharama za uwekaji wa maji, akalipa kwenye bili yake. Mkurugenzi akakubali. Kwa hiyo wanajimbo wa Bukoba, kama kuna mtu ana changamoto ya maji, anataka kuweka kwenye maji kwenye nyumba yake, ana pesa, ana elfu hamsini kesha asubuhi saa moja na nusu aende BUWASA na atapata maji. Hiyo ndiyo kazi ya CCM. Pamoja na swala la maji, ameendelea kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia mikutano mbalimbali ya kampeni zinazoendelea katika sehemu mbalimbali nchini. Jimbo la Bukoba mjini kupitia kwa mgombea huyo ananadi sera za Chama cha Mapinduzi katika mikutano ya hadhara ambayo inakusanya maelfu ya wananchi. Nani. Tunakwenda kujenga madarasa 113 na hapa Rwamishenyi tukiwa na madarasa kumi kwenye mashule yetu ya msingi. Tunaenda kujenga vyumba 131 kwa shule za sekondari na hapa Rwamishenyi tukiwa na vyumba vitatu kumi. Tunaenda kutoa mikopo kwa kina mama na vijana na walemavu kwa asilimia kumi, na hii naenda kusimamia kuhakikisha ile mikopo inafika kwa walengwa tuna miundombinu ya barabara kwa uongozi shirikishi, kwa kutumia TARURA na TANROADS kwenda kuboresha miundombinu, maana miundombinu ndo uchumi. Tunaenda kuwaajiri waalimu na madaktari katika vituo vya afya tulivyovijenga katika kata zetu. Mama Samia amesema tukimpa kura za kutosha tarehe ishirini na tisa atatoa bilioni mia mbili kwenda kwa wajasiriamali wanaoanza na, na wanaoendelea na mimi mkinipa ridhaa, nitahakikisha huo mkate na sisi wanabukoba tunaupata. Wagombea udiwani na viongozi wa Chama cha Mapinduzi nao kwa nafasi zao hawajabaki nyuma katika kunadi sera na kuwataka wananchi kukiamini chama hicho kwa mara nyingine na kuendelea kutoa zamana kwenye chama hicho ili kushika dola na kuleta maendeleo kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Sikara kuleta maendeleo. Mnajua tunayo changamoto za miundombinu za barabara, na ninaamini kwa ushirikiano wangu na wewe Mwenyezi Mungu atatuongoza. Tunakwenda kutenda haki kwa wanakagondo kwa makubwa ambayo tunayatarajia ya hadi za Mheshimiwa Rais atakazowafanyiwa na Ramisheni ndani ya siku mia moja la kwanza. Mkimpa Mtasingwa, mkampa Swedi Kakasheki Ramisheni, mtapata bima za afya bure. Nani kama Datasamia? Bado siku chache, siku zinahesabika. Sasa ni swara moja tu, kila mwananchi anayepata fursa ya kufika katika mkutano wa kampeni anaubiliwa kufika katika kituo cha kupigia kula ifikapo Oktoba 29. Mikutano ya kampeni ina shangwe zake, yajayo yanafurahisha. Ndani ya Rwamishenye, tunaomba chama cha Mapinduzi kura na hotuba, kupitia kampeni zinaendelea kuwafurahisha wananchi na njia shangwe hizo sera nazo zinasikika. Ni kiripoti kutoka Bukoba, mimi ni Diana Dausi wa Daily News Digito.